Jiji la Arusha ni moja ya miji ya kimkakati iliyojidhatiti kwenye fursa za kibiashara ndani na nje ya nchi huku wakazi wake wakiwa na heka heka muda wote kusaka noti. Suala la kuimarika kwa ulinzi na usalama ni moja ya vipaumbele vya serikali kuhakikisha uchumi wa jiji hili unakuwa salama sambamba na wananchi wake, ndipo Wizara ya Katiba na Sheria ikazikutanisha kamati za usalama tatu kwenye mafunzo ya uraia na utawala bora yaliyofunguliwa na Mkuu wa Mkoa wa Arusha Paul Makonda, na huu ndio ujumbe wake. Tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi My expectation kwa wasaidizi wangu ni kuja na mtazamo wa vitu vitatu. Moja, leo hii Daktari Samia akisema nipe success story, naweza ni kusimama nayo jukwani nikaiombea kula iko wapi? Those are things we have to be in our mind. Yani sio kitu cha ku cha paka kiongozi anakuja ndio tunaanza kukimbia yeye, hebu kwenye maji kuna kitu chochote ni maelekezo, yaani tunakuwa kama vile naonaka kama ni picha ya ujinga uliopitiliza kufika hatua unakurupuka kwa sababu eti kuna maelekezo wakati ulishapewa jukumu la kujielekeza mwenyewe. Mkurugenzi msaidizi wa mipango na bajeti wa Wizara ya Katiba na Sheria, Maria Kwambaza, ameeleza lengo la kutoa mafunzo hayo. Mafunzo haya yana kuboresha utendaji kazi wa viongozi wa serikali za mitaa kwa kuzingatia haki za binadamu, demokrasia na utawala bora na kudumisha ulinzi na usalama. Katika mambo ambayo wameelezea ni pamoja na kutambua nafasi za watendaji wa kata, watendaji wa vijiji ambao kwa namna moja au namna nyingine wanatakiwa kushirikiana na vyombo vya usalama. Kamishna msaidizi wa polisi ACP Elisante Ulomi ni mkufunzi wa mafunzo hayo kutoka makao makuu ya jeshi la polisi Anaeleza kwa nini somo la ulinzi na usalama ni muhimu kwa kamati hizo mkoani Arusha. Mkoa huu kiutalii ni mkoa ambao una vivutio vingi vya kitalii, lakini pia una watalii wengi ambao wanatoka nje ya nchi kuja, kuja Arusha. Kwa ujumla wake, tumeweza kuongea na kamati za ulinzi na usalama na kuambia ziweze kuwa zifanye kazi kwa pamoja, ziweze kushirikiana kuhakikisha kwamba swala la uhalifu aliharibu taswira nzuri ya mkoa wa Arusha. Tumeshuhudia maeneo mengine mpaka wenyeviti wa serikali za miji wenyewe wakisema hapa mtaro wa maji unaziba. Yeye ndio anaita waandishi wa habari anaweka mawe barabarani na kuanza kuzungumzia. Kwa hiyo maana yake kwenye ile majukumu wakati mwingine anakuwa labda hajui hata wajibu wake ni nini. Jumla ya wa wajumbe 36 wa kamati za usalama kuanzia kamati ya mkoa wa Arusha na kamati za wilaya ya Arusha na wilaya ya Rumeru wameshiriki mafunzo haya. Habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208, au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.